Nakumbuka miaka kama mitatu minne mitatu Kenya walitufungia mahindi yetu, wakisema yana sumu kuvu, si ndio? Jamani, wakati wao ndio wana sumu kuvu kuliko mtu yeyote, nanielewa. Lakini sasa South Africa, mkienda kwenye masupamarket humu, mnakuta zabibu za South Africa, hamkuti machungwa yao, mnakuta hamkuti kwa miaka kumi walituzuia kufu, kuingiza parachichi yetu mwaka juzi. Nikamwambia kuza, wewe si una contract eh? Pakia roli, peleka. Akapeleka, wakabomoa, wakadestroy parachichi za Tanzania. Nikawaambia Plant Health Authority, sasa zuieni kinachoingia kutoka wapi. Wakatufungulia parachichi. Sasa leo ni mwaka wa tano tunataka watufungulie kuuza ndizi yetu wapi kwao, na mazao mengine. Kinachotokea sasa, wafanyabiashara wanayanunua hapa, wanayapeleka Zambia, wanayatoa Zambia ndio wanayapeleka South Africa, yanaonekana yametoka Zambia. Malawi na wenyewe wametoa tamko, wizara yao ya viwanda na biashara, marufuku kuingia huko kwao, tangawizi, mchele, mahindi, unga, nini.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 hakuna kutoa import permit kuanzia Jumatano saa moja asubuhi, Jumatano saa kumi na mbili jioni, hakuna kutoa import permit South Africa, mazao yoyote kutoka South Africa. Hakuna kuruhusu zao lolote kutoka Malawi kuingia wala kupita ndani ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kama wana trade na mtu mwingine, wakatafute pa kupitia. Mwaka jana nilizuia hivyo hivyo Malawi wakawa wanasema mbona haya yanaenda Kenya? Nikamwambia haina shida, nendeni airport ya nchi yenu, pakieni kwenye airport, yapite angani, lakini ndani ya barabara za tanzania hayataruhusiwa kupita. Haya am mambo ya kuchezeana na kudharauliana yamekwisha. Let us respect each other, we call ourselves brothers in Africa.